Kazi tatu za adui yetu wa kiroho ni kuiba, kuharibu na kuua. Hana mpango mwema na mtu yeyote. Vita hii sio vita vya kupigana, maana ingekuwa kupigana, ndani ya sekunde moja Mungu angeshamaliza vye adui vyote. Anafanya kazi ya kuchafua sura ya Mungu katika akili za watu na kuwadanganya na kumtumia, kumtupia tuhuma na shutuma Mungu aonekane afai, alafu yeye anaonekana nafaa. Sasa hii vita inapigana hapa kwenye akili yako. Wewe umesimama upande gani? Usije ukawa na maswali aliyokuwa nayo Yoshua kwamba, wewe uko upande wetu au upande wa adui? Swali sahihi ilikuwa ni kwamba hivi mimi Yoshua niko upande wa Bwana au upande wa adui, sio? Muulize Mungu yuko upande wako au yuko upande sui gani? Kwa nini ukiwa upande wa Mungu hauna haja ya kutaka kujua wanadamu wako upande gani? Maana kama hayuko upande wa Mungu, Mungu wako atamshughulikia. Ndani ya makanisa imeibuka tabia ya kutuhumiana na kushutumiana. Ukimwangalia hivi, huyu yuko uh, ni pandikizi tena mafrimasoni. Sio kazi yako kujua uko upande wa Bwana au upande wa adui. Kazi yako kubwa ni kuhakikisha wewe unayefanya hilo zoezi uko upande wa nani. Je, uko upande wa Bwana au uko upande wa adui? Kama uko upande wa Bwana hawa mabwana hawana shida. Kama yuko upande wa adui utamsaidia, na hawezi kukudhuru chochote ikiwa umejithibitisha upande uliosimama.